Wakati watu wanatumia teknolojia kama mambo ya bitcoins, mambo ya cryptocurrencies, mambo ya blockchain technology ya kwamba uh, operations hizo zikuwe under the purview of the central bank kwa sababu katika mwaka mmoja uliopita unapata zaidi ya bilioni uh, thelathini na moja US dollars ziliweza kukuwa traded katika hizo platforms na the risk ya kukuwa na, na, na pesa kama hizo zikikuwa traded kwa, kwa those systems bila sheria kuna uwezekano mwingi wa hizo eh, kukuwa zina, zinaweza cost vitu kama inflation uh, inaweza kuwa um, inaweza, inaweza kuwa uh, mambo ya illegal activities uh, terrorism uh, uh, na mambo mengine mengi. Pili ni kwamba uh, economy ya, inch, ya, ya ya the world inatoka kwa, kwa cash transactions ama bank transactions kwa mambo ya hizo tunaita virtual assets na kwa hivyo sisi tutakuwa nchi ya tatu katika Afrika kukuwa na sheria ya mambo hiyo ya virtual assets. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba tutaweza ku attract investors wakuja wa set up hapa kwetu Kenya wa operate across, uh, across Africa. Kwa hivyo ni an opportunity ya sisi ku attract those foreign investment katika, uh, katika, katika, katika, katika nchi yetu ya Kenya na waweze ku expand katika, katika Afrika. Kulingana na hii mswada wa fedha, ni kwamba Kenya vile ulivyo, tutaweza kuokota pesa takriban mm, trilioni mbili nukta saba bajeti yetu, ambayo tu kunajua, huwa na miswada miwili ya fedha na mswada wa bajeti. Bajeti ni matumizi, fedha ni vile tutapata hiyo pesa ya kutumia. Bajeti yetu ni ya trilioni nne nukta mbili lakini pesa ambayo zitatoka katika ushuru wetu takriban ni bilio, ni trilioni mbili na nukta saba na katika hizo ile kamati ya bajeti sasa imeweza kuanza kutoa madeni ambayo takriban tutalipa trilioni moja na nukta moja alafu zile zilizobaki ni mambo ya mishahara, alafu na zingine ni maendeleo. Kwa hivyo kitu ambacho labda kitaweza kisisonge sana ni miradi ya maendeleo, vile hatutaweza kuongeza kuchukua ushuru zaidi. Lakini pia tujua, hatuwezi kuendelea kuchukua ushuru wakati wananchi pia hawana uwezo wa kutoa, ama ni ile ukitoa zaidi pia ni kama vile unakamua ng'ombe mpaka ina, inakufa. Badala ya kuwa iendelee kukuzalisha maziwa. Lakini kwa mwaka huu tutabidi tuweze kubalance mambo hayo mawili.